Ya, muda huu ni muda uh, wa kumwalika uh, ndugu yangu Ali Bakari uh, mufti kwa ajili ya kutuambia zilizobamba kukoje uh, mitandaoni kama ilivyokuwa uh, kawaida, kufupi sio kilema. <laughs> <laughs>

Eh, yes. Ah, ila alikuwa anatusumbua. Alikuwa anatusumbua. Kwa nini kutusumbua? Alikuwa anaondoka na kijiji. Eh. Ndio maana sasa hivi anakuambia ufupi, sio kelele. Wakati ule chuoni ulikuwa ukiulizwa una future? Maanake una chombo cha moto? Naona uliza ni jinsia nyingine. Naaya alikuwa anazi chombo cha moto. Wao walikuwa wanajibuje? Mimi basi sijauliza. Mambo vipi ya? Alhamdulillah. Ko vizuri? Ya nimefurahi kuungana nawe tena leo kwa siku ya pili mfululizo, eh, ama mtawalia, na leo sema hivyo. Lakini pia tumefurahi kuungana na Sharif Bayona, mguu wa dhahabu niliwasikia. Tumia tu mfululizo. Mfululize, eh, eh, uh, mtawalia mtawalia kwenye kwenye muktadha huu muktadha huo, eh, kwa sababu mtawalia maana yake sio mfululizo eh, eh, yes, mm, mtawalia mtawalia, neno linalofanana na mtawalia kwenye lugha ya like Kiingereza, no, ni respectively Yes, yes, yaani yes, tukisema yes, yes. Kinga mkono na Ali, yeah. walipata laki moja na laki tano mtawalia, yeah. maana yake aliyesikiliza anatakiwa aangalie iliyotaja ya kwanza hela ni ipi? mm. na mtu ni yupi? yes, hapo, yes, ndio, yes, akutumika yes. neno mtawalia, mtawalia. Mm. lakini sio kusema kwamba Yanga amechukua ubingwa mara nne mtawalia, si sawa hiyo, yeah, mm. nakupa wewe sasa kwa faida yako kama, yeah. kuna mwingine ambaye atakusikiliza wewe, uh -huh. basi hiyo faida naye, uh -huh. nayo lakini yeah. neno mtawalia nakwambia kuanzia leo neno mtawalia halimaanishi yeah. mfululizo kwa hivyo neno mtawalia maana yake ni kwa yeah. mtiririko huo mm -hmm. respectively. Yeah. Eh, yani tukisema kwamba uh, yanga na simba mm -hmm. uh, au tuseme yanga na azam mm -hmm. zinacheza ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho mtawalia mm -hmm. yani, yanga ligi ya mabingwa azam kombe la shirikisho sijui umenielewa vizuri hapo? nikuelewa vizuri hey. na hiyo ndio faida ya kusoma mikoa miwili tofauti ya. Tanga na Dar es Salaam. <laughs> <laughs> hivi ni miwili tu peke yake au ni mikoa mimi nimesoma Tanga Dar es Salaam na Pwani. Ah, okay sawa, ni kwa mitatu. Eh, Kinga Mkono, nimefurahi uh, kuungana na wewe pia. Eh? Mimi pia nashukuru. Eh, nimemtaja Sharif Bayona ambaye ulisema ya kwamba leo umetoka ile ile. Hivi vile, vile eh. <laughs> Sawa. Kongole, <laughs> mama mwenye nyumba. Au nataka no ah, <laughs> nikurekebisha kwamba pia hujaungana na Kinga Mkono. <laughs> <laughs> <laughs> Yo kesho kesho tena ndio ah, moja kwa moja twende katika zilizobamba uh, mitandaoni mm -hmm. na tutaanza na habari ya kuhuzunisha. Afrika Mashariki lakini haswa Kenya, Afrika, lakini pia hata kwa dunia mm. Uh, sio taarifa nzuri, lakini kwa wanamichezo ni msiba mkubwa na haswa Gor Mahia mm. alikuwa shabiki nambari moja, mwenyewe alikuwa anajiita wa Gor Mahia mm. mm. lakini wenyewe wanasema alikuwa ni patroni mm. uh, no, no, wanasema alikuwa kama ni rais wa wa, wa, wa Gor Mahia mm. na matukio karibu yote ya Gor Mahia makubwa mm. alikuwa anahudhuria, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye pale Gor Mahia ikikwama kifedha pia alikuwa anasaidia na uwanjani, alikuwa kweli kweli kweli Kogalo, mm -hmm. Kogalo, mm -hmm, nambari moja. Huyo ni Raila Amolo Odinga ambaye, mm -hmm, leo hii imetangazwa ya kwamba amefariki kule India ambako ndo alikuwa anapata uh, matibabu. Lakini kwenye masuala ya siasa anafahamika ya kwamba amedumu zaidi katika upande wa uh, upinzani kule lakini hivi karibuni rais uh, Ruto ni kama alimshirikisha katika serikali yake katika kuendesha. Utamkumbuka kwa lipi uh, Ramadhan? mengi sana hasa katika mm, vipindi vya uh, chaguzi. Mm. uh, kwenye vipindi vya chaguzi amekuwa ni uh, mtu ambaye ana misimamo, mtu ambaye anaamini kwenye kile anachokiona ni sahihi. Mm. uh, siku zote amekuwa uh, mtu wa waku, kuipa E, waku, waku, kuifanya serikali isilale iamini e, kabisa kwamba hapana, kuna mtu ambaye hata kama hajaingia yeye madarakani lakini mawazo yake mara kadhaa yamekuwa yakichakatwa na yakifanyiwa kazi na serikali ambayo iko madarakani. Kwa hiyo ni mwanasiasa ambaye alikuwa akiwaaminisha watu kwenye dhana ya kuto kushindwa, e, dhana ya e, kuto kukubali kirahisi, e, na ni sifa ya Wakenya wengi kusema kweli, e, kama tunafahamu kwamba hata Tanzania kwenye hizi kanda tofauti tofauti kuna watu ambao wana sifa tofauti kuna watu wa kanda fulani wanatofautiana na watu wa kanda fulani kitabia na kimaumbile pia kwa hiyo raila odinga ni miongoni mwa watu ambao walikuwa eh, ni kioo kwa wale ambao eh, walikuwa wanaamini siku moja itakuwa huyo ni raila amolo odinga yes miaka 80 ameishi katika uso wa dunia alizaliwa mwaka 1945 na amefariki mwaka 2025 eh, mm -hmm. akinga mkono kuna chochote ambacho nakikumbuka kutoka kwa raila odinga mm -hmm ua ni baba wa mabadiliko ya Kenya. Yaani, huwezi kuyazungumza mabadiliko ya Kenya mafanikio ya katiba yao bila kumtaja Odinga. Yaani, alikuwa amepambana kwenye chenje za mabadiliko kwa kwa <laughs> mapambano yake yalikuwa makubwa <laughs> sana. Leo hii Wakenya wanajisifu katiba yao nzuri, lakini jamaa alikuwa mstari wa mbele, ni sehemu ya mabadiliko ya Kenya yanayofikia leo. Kwa hiyo amepambana sana. Bayona, kuna chochote nakumbuka kutoka kwa Odinga?

Uh, yes, uh, shirikisho la mpira wa miguu uh, Ngoda uligusia hii mm, kuhusiana na uwanja uh, wa CCM Liti. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungia uwanja wa Liti Singida kutumika uh, kwa michezo ya ligi uh, kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Miundombinu ya uwanja huo haikidhi matakwa ya kanuni kama inavyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu, kwa hivyo uwanja uh, huo wa CCM Liti umefungiwa kama inavyotangazwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone uh, kuna habari uh, gani. Tuachane na haya ya CCM Liti. Yes, ni zilizobamba mitandaoni. Twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone kuna habari uwanja Liti, uwanja Liti utawapa changamoto Singida wakamilishe uwanja wao wa Yes, um, Ngoda, nilikusikia hapa mlikuwa mnazungumzia michezo ile ya kufuzu Kombe la Dunia. Mm. Sasa miongoni mwa timu ambazo zimefuzu ni Ivory Coast. Uh, sisi wa Tanzania hapa katika NBC Premier League yupo pale Pacome. Mm. Uswa yes, tutaona posti nyingine huko Yanga wanazungumzia nini kuhusiana na mchezaji huyo, lakini baada ya kukosa mwaka 2018 2018 na, na mwaka 2022 2022 hatimaye wamerejea, uh, Ivory Coast katika uh, kombe la dunia. Uh, Bayona, ulikuwa na miss yeah? Ivory Coast mm. Kabisa, kabisa. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Timu ambayo mm. Didier Drogba alitumikia kwa muda mrefu sana na Didier Drogba, moja ya kitu ambacho kinanifanya nimkumbuke sana ni mchezaji ambaye alikuwa akikutana na Arsenal <coughs> alikuwa lazima wafunge. <coughs> <Yes. tose> Yani, ilinifanya Drogba kumfuatilia yani sana, yani sana. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo <coughs> yes, naikubali na ni timu ambayo inafanya vizuri. Kwa hiyo kuikosa kwenye kombe la dunia ilikuwa ni kitu ambacho kinaumiza. Yesu wamerudi kwa kishindo, wameshinda michezo nane lakini wame draw michezo miwili na hawajapoteza hata michezo mmoja, lakini pia wameshinda jumla ya wa magoli ishirini na tano, na wao wenyewe hawajaruhusu goli lolote, au ni Ivory Coast. Tuende katika posti nyingine eh, na eh, kwenye, kwenye tuone kuna habari gani eh, zipo timu kadhaa ambazo jana pia zilifuzu. Tuende kwenye posti nyingine kwenye tuone kuna habari mwana madialo ba?

Waliendaga kwenye AFCON moja wakafungwa goli nyingi sana basi, walivyorudi kule rais wao aa, wakati rais akaambia hiyo timu ikirudi ije kambini moja kwa moja ikatua <laughs> <laughs> <laughs> <Kwa> kambini aa, <laughs> walipewa adhabu ya kutosha sana. sawa, sawa. hayo <laughs> <laughs> ni Ivory Coast ambayo nayo na imefuzu uh, ni miongoni mwa zile timu tisa na ni, ni miongoni mwa timu zilizofuzu kwenye mguu wa mwisho ni e, mechi zao za mwisho ndo zimeamua wanaenda yeah. World Cup. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Yeah? Yeah. Yes. Ipia, na jana walishinda magoli manne kwa sifuri dhidi ya Mauritania, lakini pia rekodi yao nayo nzuri mm. kama kama tulikuwa tunaizungumza Tunisia nayo, kutoruhusu bao simo na sifuri, zero goal conceded. manake mshinda mchezo minane draw mbili mm. mm. si kazi rahisi ambayo imefanyika mm. Kwa hivyo ah tutegemee moto huo unaweza kaenda kuonesha moto huo ya. ya. kila mtu mtuni yani, kila timu ambayo sasa hivi Ad, iz, sana sana hizi timu za Afrika mm. yani zinavyoenda kwenye kombe la dunia mm. naamini kuna makubwa ambayo yanaweza akatokea kama vile ambavyo Afrika Kusini mm. ilipambana kwenye elfu mbili na kumi kwao. Hata sasa hivi naona kuna uwezekano mkubwa wa timu kama Tunisia, Morocco, Ivory Coast zikashangaza huko, timu ambazo tumezizoea kuziona sawa. Yes, twende kwenye posti nyingine tuone kuna Ah, habari gani? Katika zile ambazo zimebamba Senegal ni miongoni mwa timu ambazo pia uh, zimeweza kufuzu katika uh, kombe la dunia mwaka 2026 hii ni na Iini, mara yao ya nne Senegal kufuzu. Walifanya hivyo mwaka 2002, mwaka 2018, 2022 na 2026 ndio hilo ilifanyika kwa ushirikiano Uh, ilikuwa ni Korea kule Korea Japan wakashangaza Ufaransa ilikuwa na wakafanya vizuri, fika robo final. Yes. kwa hivyo wamefanya tena hivyo safari hii uh, au ni Senegal na jana katika mchezo wao dhidi uh, ya Kenya ambako mm. wakashinda magoli matatu kwa sifuri uh, rais wa nchi hiyo uh, Diomaye Faye alikuwepo pale Bassirou Diomaye Faye. Tuone katika posti inayofuata ambapo alikuwepo uwanjani akishuhudia eh uh, mechi hiyo. Ni mm. short video ikionyesha rais akiwa na uh, mkewe ama first lady, situseme yeah. Lakini anawake wake mm. wawili eh aye, ana first ladies, ana first ladies ya yeah, vizuri yeah. Yes, hiyo ni video ambayo yes, ni huyo hapo, kama jezi yake safi kabisa eh yeah, na nikwambie tu alikuwa Ramadan, God anajua, unafahamu mm. lakini kwa faida yako sana, pia na kwa faida ya watazamaji wako <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni kwamba <laughs> ni miongoni mwa marais vijana kweli kweli, amezaliwa mwaka 1980 Uh, mpaka sasa ni miaka kama 45 hivi, 45. Waziri mkuu wake eh, Sonko Osman yeah, yeye yeah, ni mkubwa kidogo na miaka kama hamsini na moja sasa hivi nafikiri, lakini bado ni kijana. Kwa hivyo nchi ya Senegal inaongozwa na vijana kweli kweli na hakuna shida mm. kwa hivyo, uh, hiyo ni short video rais uh, yes, na ikimwonyesha na first lady moja eh? eh moja mmoja na huyo. Eh, na pia, nikuongezee pia nikuongezee mmoja atambulike zaidi wote eh, kwa wakati. No, anachokifanya yeye <laughs> mm. Kwanza uh, uh, wake zake ni wana imani tofauti mm, Okay. mmoja eh, ni Muislamu, mwingine ni Mkristo kwa hivyo amekuwa ah. akichagua leo ana katika event hii anakwenda na huyu event nyingine anakwenda na mwingine. Ah, bingwa sana yeah, mm. Na hakuna malalamiko. Na walipendeza. Tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Umemwona Sawa, so, Young Africans <laughs> wameweka posti ya Pacome uh, Zuzua, wanasema hongera El Professor Pacome Zuzua kwa kuwa mchezaji wa kwanza kutoka ligi kuu ya Tanzania kufuzu uh, Kombe la Dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. t Sawa, ukipita an hili, hili mm. Ngoda mm. kwa NBC Premier League yeah, ni heshima kubwa sana Eh, ni heshima yani kuwa na uwakilishi mm. eh, wa ligi hiyo mm. eh, kwenye World Cup unajua, yes, yeah. Inapotoka ile team sheet ile mm. orodha ya wachezaji yes, yeah. kwamba Ali Bakari ndio Azam Media FC yes, yes, yes, yani jina la Pacome Zuzua pembeni mm. yake litakuwa yeah. na jina la Young Africans. Yes, yes, eh, yes, yes, kwa hiyo siku zote eh, kwenye jambo kubwa ukawa na uwakilishi inaakisi na wewe pia ukubwa wako kwa sababu mchezaji kama huyo ambaye ameweza kuwa kwenye timu ile qualify kucheza World Cup hawezi kuwa anacheza kwenye ligi yenye hadhi ya kawaida. Kwa hiyo hadhi ya ligi hapo ndio inayokuwa, inayokuwa kubwa. Na kwa Pacome Mzuzwa, yes. E, kwa kwa Pacome Mzuzwa, e, atembea na msemo mmoja, msemo mmoja wa Kisambaa. Kisambaa wana msemo wao, wanakuambia tongeja mwisho jako hamboga, yani tonge la mwisho bondo linakomba mboga. Eh, kwa hiyo mechi zake mbili za mwisho lakini unaona jinsi gani ambavyo kaondoka na kijiji kijiji kaondoka na kijiji mchezo uliopita mchezo wa jana dakika 60 amekuwa man man man of of the the match match yes yes yes man of the match. magoli yote man. Okay jambo okay. yeah. Yeah, kubwa Azam TV kwa sababu bila shaka Ivory Coast wanatumia pia Azam TV kumfuatilia huyu mchezaji yes. hakuna yes. namna ambavyo mm. we, wanaweza wakamwangalia mm. waka, waka, waka wakamwangalia kwenye michezo ya ligi kuu, eh, unless kwenye group stage kwenye mechi za Champions League huko unaweza kumwangalia kwenye access nyingi, lakini when it comes unataka kumwangalia kwenye ligi kuu ya NBC, exclusively Azam TV ndio sehemu pekee ya kumuona. Kwa hiyo eh, ndio sehemu ambayo inatumika kumuonesha Pacome Zouzoua anafanya akiwa na Young Africans, pindi ambapo anacheza na Pamba, Young Africans wakiwa wanacheza na Simba kwenye mchezo wa ligi, Young Africa eh, wakiwa wanacheza dhidi uh, ya mashujaa uh, KMC, JKT Tanzania, ndio sehemu ambapo wanamwonea. Kwa hiyo hakuna namna ambapo uh, utajisifu umekula ndizi tam bila kuangalia mgomba wenyewe. yes. ukurasa wa Gift Match ambaye ni mtozi mwandamizi mm. lakini pia ni mtozi, tunasema mwandamizi hasa pia Uh, katika kipindi hichi cha Viwanjani. Yes. Yeah. yeye ameweka posti akisema uh, Pacome zuzua akikaza uh, vizuri msimu huu anaweza kuwa mchezaji wa kwanza kutoka Yanga na Ligi Kuu ya Tanzania kucheza fainali za kombe la dunia. Timu yake imeshafuzu sasa, kwa maana ya Ivory Coast. hmm. Sasa ni yeye kupambania nafasi ya kuitwa kwa ma mara kwa mara huo. hmm. Hey, ndo mtihani wake na huo ataufanya vipi? Kwanza afanya vizuri kwenye ligi kuu, mm, lakini apambane, yanga ya ifuzu kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa mm. Akicheza kule kwenye ligi ya mabingwa watu watamwona anacheza mechi zenye ushindani huku mm. Labda ligi kuu itaonekana Tanzania mbali mm, lakini akicheza kwenye ligi ya mabingwa akaonyesha kiwango chake alichokuwa nacho mm, akawalizisha, hakuna shaka ataendelea kuipa kwenye kikosi cha Ivory Coast na ataiwakilisha naataiwakilisha mm. Bayona, kidogo uzuri wa gift ni kwamba mpenda heri ndo maana katanguliza neno kwamba akikaza. Akikaza. Akikaza, akikaza anaweza akacheza, mm-hmm. fainali ya Kombe la Dunia mm-hmm. kwa hiyo tuombe Mungu. mm. Ngoda, unapotangaza mpira mara nyingi eh, uh-huh. nita, nitetele, neno, kio, unataka kutia neno hapo hapo nitatia hilo neno ukiwa hicho nikiwa na jibu hicho, nataka kuniuliza, unapotangazaga mpira mara, miongoni mwa misemo yako unasema wakati watu wanashambulia Wakati huo shambulio wa timu ikiwa nyuma, wanasema bundi analia msibani, bundi analia msibani, kwa maana ya pale penye matatizo, yani kuna tatizo lingine linaingia. Yaani watu hawajamaliza kuzika bado kuna bundi analia kwamba kuna mwingine anaanguka sasa hivi hapo. Yaani ukisikia bundi analia msibani, maana yake ni kwamba penye shida kuna shida nyingine ambazo zina ziko yeah, njiani zinakuja. mm -hmm. Sababu si wajua, bundi watu wana mtafsiri, ni uchuro kwamba akiwa analia sehemu, manake hapo mara baya eh, mara jambo baya linakuja. Sasa msibani, tena sisi tuko kwenye matanga, tunakaa hata sana, tujamaliza kushona, leo bundi analia tena ni mtiani. Lakini nataka nizungumze kwa sana, yes. na hicho kitu unajua, yeah, uh, Gift Macha ni ni ni, ni mwandishi um, yaani ukiacha kwamba ni mtozi mwandamizi <laughs> lakini ni mwandishi ambaye uwezo kumpa sifa ya ukongwe, lakini ni mwandishi mzoefu Mm. Eh, ni mwandishi mzoefu sana. Sasa mimi moja kati ya masomo ambayo nilikuwa nayapenda wakati nasoma hasa sekondari ni jiografia mm. Na miongoni mwa mada kwenye somo la jiografia mm. Huwa ni uchambuzi wa picha. Ndiyo, eh, yani, unaletewa picha ile pale alafu unakaa mm. Unachambua hii picha kwamba mm. okay. mm. ilipigwa mda gani? Yes. mm. Eh, shughuli za kiuchumi zinafanyika ni shughuli gani? Yes, yes, hapa katika maeneo haya. Mimi sasa kama nitapata nafasi ya kukaa na Gift Match, nitamuuliza kuhusiana na uchaguzi wa picha Di. na kile alichokiandika pale kuhusiana na swala la kukaza Alafu akaenda akaweka picha ya mtu fulani hivi mwamba msela <laughs> kama anakaa naangalia kuna kitu asema yani, mm. anakitamani kwamba <laughs> boy, kinawezekana hiki nashindwaje? yeah. <laughs> mimi hapa mm. si unalewa mm. angalia, maneno yanazungumza mm. kutazama picha kwa makini. Kwa hiyo mm. mimi nimejikita nime zaidi kwenye kuiangalia hiyo picha mm. na uh, maneno eh, e, ujumbe ambayo yeah. Gift Macha ameuweka ame hapa hapa mm, mm namna pambana kutumia kutumia <laughs> <laughs> jabu jabu yake yake vizuri. Jana rais wa rais eh, rais wa wa mm. okay, wa Young Africans kumradi, okay yanga alikupongeza pale, uh, kutokana na namna ulivyoendesha draw ya CAF CAF Champions League na Confederation, Confederation yeah. Cup mm. hapa hapa eneo hili hapo uliposimama, yes hapa eno mm. uliposimama ndio, ndio. Uh, sisi Viwanjani e, pongezi ziko nyingi sana huenda mm. e, kisinipongeze kipindi kama kipindi, lakini mm. mtu mmoja mmoja mm. aidha kwa sauti au kimya kimya, unajua mm. kuna namna pongezi ya kimya kimya mm. ni, ni, ni bora zaidi kuliko ya sauti. mm. Mm. E, kuna siku niliandika mm. kwenye ujumbe wangu kwenye, kwenye WhatsApp tu mm. nikaandika herufi inatofautisha kati ya kupigwa makofi na kupigiwa makofi. <laughs> <laughs> Sioelewa ile herufi i, ndio ambayo inatofautisha kupigiwa makofi na kupigwa makofi. Kwa hiyo eh, hata sifa unazopewa kwa sauti aangera ah, ah, sana bwana eh, yaani kilichopo moyoni huwa mara nyingi ndio kikubwa zaidi eh. Kwa hiyo kuna ambao wamesifu kimya kimya